Tunaamua kuondoka Chadema. Kwa majina, naitwa James Kabepele. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mkoa wa Tabora mpaka hivi ninavyozungumza, maana yake nimejivua uongozi wa mkoa lakini pia si mwanachama tena wa chama cha demokrasia na maendeleo mpaka hapa ninapozungumza. Sababu za msingi ambazo leo hii tumekusudia kuwaambia wananchi wa mkoa wa Tabora, lakini pamoja na Watanzania wote ambao wanatusikia kwenye vyombo hivi vya habari, kwa nini tumeamua kujivua uanachama. Siasa ni utashi wa mtu, ni hoja za msingi ambazo kila mtanzania kila binadamu anaweza kuzisimamia kwa ajili ya kutengeneza mustakabali wa maisha yake, maisha ya jamii na maisha ya taifa kwa ujumla. Hiyo tumefanya mambo mengi ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo. Nimeamua kuachia madaraka haya makubwa ya mkoa na si kwa tamaa ya kitu chochote, bali kupumzisha akili kutokana na madhila makubwa ambayo yapo ndani ya chama chetu kilichokuwa tunakiongoza ndugu zangu, chama cha demokrasia na maendeleo kimekuwa na mwelekeo mbovu. Tulikiamini sana na kilikuwa chama kikuu cha upinzani kwenye nchi yetu, lakini sasa kimekuwa chama cha wanaharakati, sio chama cha siasa. Tumeona matukio makubwa wale ambao wameshiriki chaguzi kuu ndani ya chama. Kuna mpasuko mkubwa ambao umejitokeza, makundi mawili yamehasimiana, imefikia hatua kundi ambalo limeshindwa inaonekana kuwa ni adui mkubwa kwa kundi ambalo limeshinda. Tafsiri yake tumeshindwa kwenda pamoja, tumeshindwa kusimama ndani ya katiba, tunaendesha vita ndani ya chama, lakini adui yetu mkubwa tumemwacha, anaendelea na utaratibu wake. Sisi ndani ya chama tunagombana kila siku, yaani hakuna jitihada zinazofanyika juu ya chama tawala, lakini jitihada zinafanyika ndani ya chama, na jitihada hizi zinazofanyika ni vita kushambuliana viongozi kwa viongozi. Kwa hiyo tumedhalilishwa sana, tumetukanwa sana. Kuna watu wamefanya presi kulaumu viongozi wa mkoa, viongozi wa kanda <coughs> lakini wanachama wa kawaida na tuna dhamira ya kisiasa kwamba tuitendee haki, haki taifa letu na Watanzania, lakini kila unapoinua kichwa kichwa kinapondwa. ni wanachama ambao hatuna chama kwa hiyo tutagombea wapi? anania kugombee hapa ujiwani ubunge na nini? tutakwenda kugombea, tutawaambieni baadaye. Hilo ni swala la muda tu mfupi. Wametuingiza kwenye kilindi ambacho hatuwezi kujiokoa. Wametunyima haki zetu za kuweza kuchagua viongozi wetu ambao tunawahitaji, wakataka wao la wahitaji wao ndo wachague wao. Sasa mimi nikaona binafsi nikae nipumzike, nifanye shughuli zangu, na fikiri mtanikumbuka. Naitwa Bure bure Juma shida. Nimeamua kwa hiari yangu mwenyewe kujivua hiki cheo kutoka chama cha demokrasia na maendeleo. Tumefanya vitu vingi sana lakini tumekuwa na shida shida shida. Tafadhali usisahau kusubscribe, ku like, ku share na ku comment ili wewe kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.